Tarehe nane, wanafunzi wanarejea shule. Shakaa nyumbani mwezi mzima, wanafunzi washaenda likizo, washakula e, natural foods huko vijijini e, washa njoi na bibi na babu. Tarehe nane, wanafunzi wanarejea shule. Ni, ni kwa namna gani mzazi umemwandaa mwanao kisaikolojia kwa ajili ya kurejea shuleni? Hilo ndilo ambalo limetuketisha hapa na tutazungumza na msaikolojia e, lakini pia ni mtaalamu wa malezi ya watoto bwana Abdallah Mlapakolo, karibu sana Mlapakolo, karibu tena ndani ya wasiri. Tumekumisi kitambo kidogo e, naona kitambo kidogo. <laughs> Sasa ume, umekiwasha

hamsini tu, kaka nao mm. Sasa hapo kisimbuzi utapeleka kule mm. Alafu zile kilo za utamu napeleka nyumba kubwa. <laughs> Kikubwa kikubwa cha kuzingatia tu kwa mtazamaji na kusisitiza kwamba ofa hii ni kwa wale ambao watatembelea katika mabanda yetu ya makampuni ya Azam pale viwanja vya Sabasaba. Sijui ukaenda katika mgodi wetu uliopo nje ya viwanja hivyo afu ukataka kupata ofa hizi, hapana. Ni ndani ya Sabasaba. Hiyo inapendeza. Tumekaa na watoto tumepata stresi. Ah, kwa kweli nilichogundua tunatakiwa kupata elimu ya malezi ya watoto ndio, kabla watoto waja, yani wiki mbili tatu hapa kabla watoto wajarudi likizo, watoto watatuua <laughs> eh? Kwanza tu, n yani, tu, tulitakiwa kuishije nao tuanzie hapo uh, wakiwa uh, likizo Uh, kwanza kabisa uh, mm. Kama mtaalamu kama ulivyonitambulisha, mm. kuna namna sahihi ya kuweza kuishi na, na watoto, lakini pia kuna aina za malezi ambayo saikolojia inashauri. Kuna aina nne, lakini aina moja ndio ubora ya malezi. Nazitaja kwa faida, alafu tabezi na hiyo moja ambayo mm. inasisitiza njia uh, ya kwanza ubora ni ile inaitwa uh, authoritative Uh, malezi ambayo mzazi anakuwa ni mkali lakini anakuwa anashirikiana na watoto vizuri. Mm. Yaani anakuwa sio kama dikteta, yani, yeah. Kwamba anakuwa anasikiliza hisia za watoto zinaendaje, kwa anashirikiana pia ana, na watoto watoto wanatoa hisia zao namna ambavyo mambo wanavyo yaona mm. Lakini hii mfumo ambao authoritarian wenyewe ndio ule sasa baba anakuwa ni mkali mpaka anakuwa kiasi cha kwamba akifika tu sebleni, watoto tu wanatawanyika. Wanasemaga ule msemo kwamba paka panya, huwa panya wanatawala kipindi paka anapokuwa hayupo. Kwa sababu si kitu kizuri sana mm. Wat, wat, watoto wanatakiwa sio kuogope sana, kuheshimu, lakini kuna mipaka ile ambayo natakiwa iwekwe. Lakini kuna malezi ambayo ni permissive, ambayo hii waz, kuna nyumba nyingi ambazo yani hawana yani, watoto wana uhuru kupitiliza yani watoto, kiasi cha kwamba hata adabu hawana, hata anapokuja mgeni yani wa, yani mpaka wewe unahisi kabisa hapa mtoto anafungua pochi ya mgeni eh, au anakudandia juu, unashindwa kumdhibiti. Nyingine unashindwa kumdhibiti kwa sababu uko ugenini. Mtoto huyo hajakutana na mama yangu. <laughs> <laughs> <laughs> tatizo kidogo hey. <laughs> Kwa hiyo sasa, malezi ya kuachia uhuru mm. kupitiliza, mshua siku anatengeneza tabia ambazo ni mbaya mm. Lakini pia kuna aina nne ambayo ipo sana kimalezi ni neglecting, yani kwamba mzazi hana hata muda kabisa wa kufuatilia hisia wa kuongea na mtu, yani mtoto anajilea yeye mwenyewe labda kupitia mitandao ya kijamii, yani hakuna mwongozo wa aina wowote. Sasa sisi tunachokisitiza ni kwamba kuna vitu viwili ambapo mzazi anatakiwa akifanya, kuna parent care hmm, na parent supervision haijalishi, okay, mzazi wewe umesoma ama hujasoma lakini swala la kumkea mtoto kumjali na, na kufanya kumsupervise kumuongoza mm, ni jukumu la kila mzazi. Kwa hiyo huyu mm. mtoto anapokuja nyumbani, mzazi kazi yako kubwa ni kumfuatilia maendeleo yake. Kuna ripoti, ni maana kuna baadhi ya shule wanatoa ripoti kwa angalia ripoti, lakini utakapokaa naye pia utabaini tabia kama kuna tabia ambazo ni mbaya, pia utazibaini kwa kile kipindi ambacho, kwa kazi yako sasa ni kumjenga zile kimaadili kumjenga za kumrudisha kwa hiyo ukizingatia hayo, na vile vile kuna baadhi ya shule zimetoa holiday package mm. ni, ni kipindi ambacho pia cha kumsaidia. Kama uwezi basi, kuna walimu ambao wapo kwenye uh, center mbalimbali za tuition wako msaidia vizuri sana mm. lakini vile vile pia majukumu ya kazi, ni kipindi pia ambacho mtoto anatakiwa wafundishwe kazi, mtoto wa kike wafundishwe kupika watoto wa kiume wafundishe majukumu yao kufanya usafi, usafi vitu mbalimbali mm. -mbali. kwa sababu shule uh, shule nyingi utakuta labda hata kama ni boarding lakini kuna wasaidizi, hawapati zile natural zile mazingira ambayo anaweza wao wakafanyaje wakajituma. Kwao ni kazi za nyumbani, pia ni wakati wao wa kujifunza, kwa sababu baada ya muda wataenda kujitegemea, kwao itakuwa ni shida. Kwao ni vitu vya msingi. Kwa hiyo sisi wazazi hatutakiwi kuwa kwenye mazingira ya kuhisi karaha. yeah pale ambapo watoto wanarudi nyumbani likizo. yeah. Lakini tunatakiwa kuwa, kuwa kwenye mazingira ya kuwapokea na kuonyesha mm. eh, kwamba huu ni wakati wa kutumia muda mwingi zaidi sisi na ninyi, ili mambo yaweze yeah. kwenda sawa, watoto wapate elimu ya shule na wapate elimu ya yeah ya nyumbani ndiyo, na kuwapangia ratiba kwamba mm. bwana e, muda ukifika. Kwa hiyo ratiba ukisimamia vizuri katika hizi aina za malezi, changamoto sasa sisi watoto uh, wametushinda tabia, ndicho ambapo nilipokuwa naelekea yeah. hapo kwamba wazazi wa sasa hivi yeah. wanaweza kuyatekeleza haya inakuwa yani, ni shida kwa sababu tulishaharibu tokea mwanzo mm. kwa mfano, sasa hivi kuna changamoto ambayo ipo ambayo kuna mitandao ya kijamii, yani nguvu mm. ya teknolojia e, ina maana hii nguvu ya teknolojia kwa sasa hivi mm. ina maana hata sisi wenyewe watu wazima au wazazi tumeshakuwa addicted na mitandao Hakika. simu mm. Uh, tunaona sasa hivi watu wazazi washakiwasha huko hey. <laughs> <Mzazi laughs> kwa hiyo uh, mzazi saa saa 4 huko mzazi mwenyewe abanduki pale sebuleni, alafu saa 4 ikifika anaendelea na kombe la dunia hey. la vilabu mpaka saa 8, sasa utakuta na mtoto naye yupo mpaka saa 8 hasa inakuwa ni shida. Mm. -hmm. Kwa sasa kazi ya mzazi ni kuweka majukumu na mipaka. Aa, kwa mfano kuna nitaongelea mifano miwili. Kuna okay. wa, wa, wazazi wengine wamejaliwa au walezi wamejaliwa nyumba zingine ambazo ni kubwa. Yeah. Kwa anaweza kaweka sehemu akatenga kwa ajili ya kujisomea au mkumbusha pale kwamba bwana hapa ni sehemu ya ya kujisomea, lakini kwenye zile nyumba zetu ambazo mtu chumba kimoja mm. -hmm. Kuna familia ziko hivyo mm -hmm. Sasa hapo ikifika muda kama mm -hmm. Bwana hapa sasa utamushaisha wa Azam mm hey. -hmm. TV zimwe kwa muda kwa ajili ya kila mmoja. Sasa pale kuna mwongi, sisa, marudio pa, eh, kuna marudio, o, marudio tangaya e, marudio kesho eh, yani kwa ukiweza ku control hivyo, ni mfumo lazima wa mzazi au walezi watengeneze mfumo hata kama yeye hmm. hayupo basi mfumo ule unasimamiwa. Lakini sasa hivi tumeona wazazi wako busy, baba yuko kazini, mama yuko kazini, wengine 24 hours waonekani majumbani ndiyo. kuna dada wa kazi ambao wapo, basi mimi ushauri wangu ni kwamba basi, kama utatafuta dada wa kazi, angalau mtafute dada angalau tu mwenye dimbili basi <laughs> <laughs> Dada, ana, ata, ata, ata, ni moja. Sasa inakuwa ni changamoto kwa sababu watoto wanafuata role model. Sasa wadada wenye mm -hmm. d mbili kwa sasa hivi inahisi mfumo wetu ulivyo kumpata mm -hmm. mdada ni msomi, ni kawaida mm -hmm. kwa sababu maana halisi ya mdada wa kazi sio lazima awe ambaye hana kabisa elimu kwa yeah. dunia sasa hivi kwa sababu watoto hawa, wazazi sasa hivi wanawekeza wanawapeleka shule nzuri, sasa yeah. inakuwaje unampeleka mtoto wako shule nzuri Eh, alafu baadaye nyumbani umeweka binti wa kazi ambaye hata darasa la saba hajafika, hata kuchelewa kurudi nyumbani hawezi kumsaidia yani chochote, yani hawezi kumsaidia chochote. okay. kuna matumizi ya teknolojia, kuna vitu vingi, kwa lazima sasa hivi tufikie hatua wafanyakazi wa ndani waajiriwe, yani ile officially, kwa sababu wapo sasa hivi wanafunzi ambao wamemaliza form 4 lakini bahati mbaya wakakosa lidhaa kuendelea, naweza kwa watumia hao na vile vile pia baadaye ukaja ukamwendeleza ukimlea vizuri dada wa kazi yeah. baadaye na kwa wale kwa wale sasa ambao hawana wadada wa kazi yeah. kwenye Kwenye, kwenye nyumba zao Lio, ni baba, mama na, ehe, na watoto sawa. Nao hawa sasa wanatakiwa wa, wa, sasa waishikati hapa cha msingi ha? kabisa kwanza mimi naweza nikasema hivi familia ni kama taasisi mm. naweza nikasema baba ni rais. Of course ni taasisi. baba ni rais. na hilo mimi nakubaliana nao. <laughs> Na mama ni waziri. ila baba mm. awe yeah. mwenye kujielewa awe baba babababa hey, sio kila baba ni rais. Kwa hiyo mama kama ni waziri mkuu, mama ndo ana majukumu yote, haijalishi eh, anafanya kazi au afanyi kazi, haijalishi amesoma au hajasoma. Ikitokea anafanya usimamizi mzuri sana pale nyumbani <coughs> hata kama dada wa kazi hakuna, kazi itafanyika vizuri, na watoto, kuna muda utafika, watasoma vizuri, watajisomea. Hasa sasa hivi shida ambayo ilokuwepo, nadhani baadhi ya walimu nao wataniunga mkono uh, vijana wengi sasa hivi hawana timetable ya kujisomea majumbani. Mm. Yaani nyumbani sio sehemu salama, mm, kwa ajili ya kujisomea. Sasa walimu wanapambana kwa sababu kuna vitu ambavyo vinatakiwa vivyo hivyo na utatu. Yaani, kwa kuna ushirikiano kati ya walimu kwa sababu walimu kazi yao wanaifanya kubwa. Sasa, sisi wazazi, majukumu yote sasa tume bali sina kulipa ada tunamaliza huko kwa shule, lakini kiwazilisia sio kweli mwalimu mm, ashafanya wa asilimia zao. Mtoto anaporudi nyumbani kazi sasa kubwa ni nani ya mzazi hata kama ule unalipa gharama kubwa sana, kao unawe mzazi usikwepe majukumu, naye una nafasi yako ya kuweza kufanyaje ya kumtazama huyu huyu kijana. Hapo ndo tunapokuwa muda unaenda, Dio. Muda unaenda uh, tuna wiki moja tu ambayo imesalia Dio. Pengine siku kadhaa kabla ya yani, leo Jumatatu mpaka Jumatatu, takriban siku sita hadi saba, kwa mzazi ambaye kuna kitu hakukifanya kwenye haya ambayo umetuambia. Yeah. Anatakiwa atumie nguvu kiasi gani ili angalau amweke mtoto kwenye mazingira fulani hivi asiwa amekosa kabisa kipindi cha likizo malezi sahihi ya wazazi? Uh, cha kwanza kabisa uh, wazazi kwa kipindi hiki wajaribu kuwa update mm. uh, n yani maanake kurejesha ule mfumo wa kulala mapema na kuamka mm. mapema, kwa sababu wanajua wanafunzi tena, haiwezekani kipindi cha shule nadamka saa kumi hmm. na moja hey, na sasa hivi tena niamke saa moja. Hiyo haiwezekani. Watoto sasa hivi demokrasia wanaupambana na mama sokwe, tunalala mpaka saa nne. Kwa hiyo warejeshe ule mfumo, angalau mwekee majukumu. Bwana inataka muda fulani huwa ushaamka kwa ajili ya kazi za nyumbani. Yeye mwenyewe atakuwa hajui lakini wewe unamsaidia ili aweze kuona kwamba mambo yamerudi kama ambao atakavyokuwa shule. Lakini kitu cha pili pia lazima uzungumze naye vizuri. Yaani, okay. Uh, umzungumzie kwamba aonyeshe hisia zake kuhusiana na hiyo shule. Unajua shule ziko tofauti na shule zina yeah, changamoto nyingi. Yeah. Na inawezekana kwa muda mrefu hajakwambia chochote, hajakakuficha. Lakini ukiongea naye kwa kwa upendo atakwambia bwana shule yetu ina shida ya chakula, ina shida ya kimazingira, ina shida nyingi sana. Kwa kitu cha tatu sasa angalia sasa we wewe maamuzi sahihi, hebu mpangie, mjibie maswali yake kwamba hili nitalitatua hivi, chakula nitaongeza bajeti, nitafanya hivi, ili mtie moyo, kwa sababu kuna wengine atamani kwenda shule kutokana na hofu ya shule na tisha. Mm. kuna walimu wengine ni wakali. mm. walimu ambao nitaongea na mwalimu wako apunguze ukali kidogo, kwa kuna vitu kama hivyo. Lakini kitu kingine pia, uh, angalia matarajio mapya kwamba bwana sasa, uh, tumeona, tumepokea ripoti ya shule Umefa — , umefanya vibaya, umeanguka mm, tusiwakatishe tamaa wa vijana, hamna kitu kabisa, hapana. Tuangalie wanafunzi sasa hivi sahiv, ni darasa la um, saba, watafanya mm, mtihani mwezi wa tisa. Kuna wanafunzi hapa form 2, kuna wanafunzi pia wa kidato cha nne ambao wote wanaingia kwenye mitihani mikubwa mm, na wengine, kuna mitihani ya moko wamejaribu kufanya hapa mm, lakini bahati mbaya bahati mbaya, wana division four wengine sifuri. Sasa tuatie tu moyo, ni muda sasa bwana. Uh, unapanga naye bwana matarajio mapya. Nataka division 1 division 2 na iweke angalau basi hata motivation pale kwamba itakunulia zawadi fulani, hiyo inaweza ikamhamasisha kijana aweze okay, kurudi shule kwa murali, lakini pia ni kusaidiana naye kwenye kushirikiana naye kwenye maandalizi. Unajua, sisi ambacho wakati tunasoma ukiingia okay, shule na begi jipya, uniform mpya <laughs> inakupa nguvu, inakupa nguvu sana. Haya, ambayo nayagusia bilai maana yake ni maandalizi sasa tayari tushaanza kuzungumzia diyo, maandalizi ya kumrejesha mtoto shule. Uh, hapo unaanza kumwandaa mtoto kisaikolojia, ila hapo kwenye vitu vipya e, <laughs> ni burudani kubwa sana ni burudani kubwa sana. Wewe unakubali. Ah, mwenyewe anakubali. Pale nasema sasa, una begi lile ambalo vijana wenzao walikuwa wanazungumzia, labda na vina faida kwa ile kisaikolojia. Na faida. Yaani, utakosaje kwenda shule? Hmm. Wakati una begi jipya, wakati unataka wenzako wakalione <laughs> una shati jipya, hasa fikiria, unakuwa labda na shati limechanika, unakuwa mnyonge mm, shati hata kulifua mm, halitakati viatu mm, viatu eh. Lakini pambana, angalau akirudi na vitu vipya vinamtia eh hamasa. Kwa ile hamasa itamsaidia kule, walimu utawarahisishia kazi ya kuweza kufanyaje, mm, kuweka vitu kwenye vichwa vyao yeah. Wenyewe ko tushirikiane nao pia kwa, utaona wanapata ile hali na moyo wa kurudi wa kurudi shule okay. Eh, lakini pia tuongezee confidence waweze kujiamini vizuri lakini vile vile, swala la maadili tuhakikishe kwamba tunawakumbusha maadili. Kwa maana sasa hivi kama alikuwa na kesi kesi, bwana sasa hutaki kesi. Mimi sasa sitaki kuja shuleni mara kwa mara. Wewe mwenyewe ni mkubwa, mwamini kwamba nakuamini mwanangu, eh kasome vizuri, waheshimu walimu, waheshimu wanafunzi wenzako, na tabia njema. Nahisi baada ya muda fulani e, ukifanya vizuri basi nitakununulia zawadi. Kwa sababu rewards pia katika saikolojia ni jambo ambalo ni kubwa sana. Tuna tabia pia ya kuwapa rewards wanapofanya hata tabia njema. Pia kuna, kuna, kuna umuhimu gani wa mzazi kufahamu marafiki Deo, wa mtoto wake hasa marafiki wa shuleni? Uh, umuhimu ni mkubwa sana. Ndio maana mm. tunasema katika masuala ya mzazi au mlezi anaweza akawa sio msomi sana. Mm. Lakini anaweza akatumia wataalamu kama sisi au walimu ambao wapo walimu na passion ya ualimu wako vizuri. Mm. Eh, akakwambia kila kitu ambacho akufichi. Lakini vile vile utagundua tu si wale nao andamana nao. Mm. Sometimes mwalimu mzazi unakuwa kama mpelelezi, sometimes unaweza ukaibuka shuleni, mm. uka observe tu ah bwana wewe ndio kijana wa ah, wewe we ni rafiki wa mtoto wangu eh? Ndio fulani, utapata tu na utajua we kama mzazi psychological utajua huyu sio mwema. Mm. Kwa sababu pia hicho ulichozungumza ni kweli kabisa. Sasa hivi bwana, uh, mi naweza nikasema ukweli kabisa, kuna wanafunzi wengine ukiwatazama, mimi na ndugu yangu hapa tunaonekana vijana funza form 3. Mm. sura zimebadilika kwa, kwa kutumia madawa kulevya. Mm mpaka unaogopa yani kuna wanafunzi ukiwakuta ishirini unaweza ukajua wauni mm. eh, lakini kumbe ni wanafunzi hivyo ni changamoto ambazo walimu wanakutana nazo kwa sababu marafiki washawapoteza watu wanavuta bangi na vitu vinginevyo yani watoto wa kike wanakunywa pombe kali kwa hiyo ni vitu ambavyo vya kuvyepuka sana kwa hiyo swala la uchunguzi na udadisi liyo mara kwa mara na lazima ushirikiano uwepo kati ya walimu walimu wanajua vitu vingi kwa sababu walimu pia wanawapelelezi wao kwa wanafunzi mm. na tabia ziko wazi mtu hawezi kuficha kufanya baadhi ya tabia mbaya. Lakini changamoto utakuta mwana mwamzazi hajawahi kufika shule kwenye vikao vya wazazi haendi miaka minne mtu mm, hata walimu hawamjui kama huyo mtoto ana no. kwa hiyo... mzazi au ana mlezi. Kwa hiyo ndio vitu kama mzazi wake, mara tisa hivyo, labda ikitokea matukio kama tunasikia sikia kuna taaruki, watoto wanapotea, ndio shangaa mtoto miaka saba ndo anajibuka shuleni, kumbe upo sana <laughs> kuna kesi moja nili, nilisikia ambapo mzazi alikuwa akimlalamikia akilalamikia walimu kwamba, uh, mtoto wake ameharibikiwa akiwa shuleni lakini walimu wakaja na, na, na, na uthibitisho kwamba okay. Huyu mtoto kila siku anaonekana akiingia saa moja kasorobo asubuhi na tunamwachia sisi saa tisa hapa ndio okay. Kwa ushahidi huu hapa okay. unasemaje? Mwalimu ndio amechangia kuharibikiwa kwa okay. Kwa mwanao. Yeye mzazi anajua mtoto anarudi nyumbani saa kumi na mbili na nusu kumbe walimu wanamwachia saa tisa okay. Sasa muda huu wote e, yuko kwenye mikono ya mzazi ndiko alipoharibikiwa huko, kwa hiyo okay. tufuatilie wazazi mienendo ya watoto wetu hasa wanapokwenda na pia kurudi pia kurudi shuleni. Mimi nadhani kama mzazi au mlezi akiona ushirikiano mzuri na mwalimu, mtoto hawezi kufanyaje, kuchepuka kwa aina yoyote ile mm, atakuwa ni mwoga sana, okay, na na ushahidi wa mzazi mmoja aliyewahi kufanya kitu kimoja, mtoto wake alikuwa anasumbua, alichokifanya yeye yeah: akaenda kuweka mkataba na mwalimu kwamba kijanangu kila kija, lazima asaini muda wa kutoka na muda wa kuingia. E, ile ilisaidia sana kumbadilisha tabia ya utoro, akaacha kabisa na sasa hivi nahisi ana mafanikio yake mengi tu mazuri mazuri. Sasa, yeah, okay. E, jukumu kubwa liko pande zote tatu. Ndio. Lakini mzazi anategemewa kwa asilimia kubwa zaidi. Ndio. Kuna kuna utaratibu wa kufanya mawasiliano bila ya mzazi kufika pia shuleni, yeah, hasa hichi kipindi cha kat katikati hapa K, mm, kama kunakuwa hakuna umuhimu mkubwa kama vile ilivyo Januari, mzazi kumpeleka mtoto mwenyewe shuleni, mm. Sasa kuna umuhimu gani wa mzazi kumpeleka mwenyewe mtoto wake shuleni, kwamba sasa, mwanangu, leo ndo siku ya kufungua shule, tunaongozana abeche mpaka shuleni? Maana kuna sisi tumepelekwa hadi chuo Ndiyo. <laughs> Kwanza kabisa, eh, mwanafunzi um, anahisi faraja, anaona kwamba baba ananijali. Ah, okay. Baba ananipenda upendo upendo na ina okay. Okay. Proud, unajua mzazi wako amekuja amefanyaje, hawezi kukuangusha. Lakini utakapofika shule kule, kwa mzazi atajionea mazingira, kama kuna mabadiliko mapya atayaona kama kuna ujumbe mpya ataupata kwa walimu, na vile vile pia nikupe tu siri. Pia walimu wanapenda wazazi ambao wanaowafuatilia vijana wao. Yeah. Mama fulani umekuja, bila shaka kuna tatizo mm. Huko leo nimekuja tu kwa ajili moja mbili tatu. Okay. Kwa hiyo hii unampa kwa sababu utakuta mwalimu ana wanafunzi mia mbili, hivyo mzazi usipokwenda awezi na umuhimu na wa kumzingatia kijana wako lakini utakapokwenda mara kwa mara ina maana mm. wazazi, babake bwana mm. huyu anafuatilia. Hey, uh, uh, kipaumbele kwenye kila kitu, vikao unakwenda, kama hivyo unampeleka kijana wako. Kwa hiyo kuna vitu vingi utavijua, kwa hiyo utaenda kuvifanyia kazi ule ujumbe direct, kwa sababu wanafunzi wengine ni waongo, usipokwenda wanakuongopea. Na hivyo mm. wazazi wengine hawajasoma, unaweza kwambia asembo imepotea <laughs> Kumbe, asembo ni uwanja, au alimepotea au amevunja labda microscope, kwa na vitu ambavyo we uelewi, unatoa tu wela, unapigwa. Kwa hiyo ukienda kule, hata kama ujasoma mm. wana, wanakuelewesha wana, bwana asembo wana, wana, wana, wana, wana ni uwanja. Hey, wewe mtoto wako ni mwongo. Kwa hiyo watu wenyewe wanakuwa wanaogopa m... na naogopa, ah, baba huyu, yaani si kila kona huyo. Hapa ndiyo hivyo, lakini kwa hiyo inasaidia sana kuhakikisha kwamba vijana wanafanya vizuri, lakini pia mm. kwa sababu tuwatie moyo, hilo ndio jambo la msingi okay. Inawezekana mwanafunzi alifeli hapa, alianguka kidogo, hasa wao wenye vidato ambavyo vya mitihani Ch cha pili na cha nne na darasa la saba, na kuwazingatia sana kuhakikisha tuonyeshe umuhimu wa kufanyaje wa mafanikio watakayopata baada ya kufanya vizuri, tuendelee kuwatia moyo, tusiwakatishe tamaa hicho ndio cha msingi sana. Kama kuna uwezekano wa kuwapa kitu cha ziada, basi wape nguvu za ziada kuhakikisha hawa wanafikia malengo yao bila bila shida aina yoyote. Abdallah, yeah. kuna... kuna... tumalizie swala la ada yeah, ndio na hii, katika hilo hilo wakati unaenda kulizungumza Balkis, yeah, utaliongezea hapo. Huyu mdau wanasema kwamba bwana saikolojia hivi eh, tabia ya watoto kupewa vimemo Uh, vya ada wanazodaiwa na namna ambavyo wanatakiwa waje kulipa siku ya kurudi shuleni, lina mwathiri vipi mzazi? Mimi yeye mwenyewe kama mzazi anasema mimi na, naathirika. <tipas> Naam, ulikuwa unazungumzia swala la anaathirika nini mzazi, na ni jukumu lake na anajua ada anayodaiwa. <tipas> ni upi umuhimu wa mzazi kuwajibika, kwa sababu huwezi kumpeleka mtoto shule ada ambayo hauimudu Ndiye, au sivyo? Uh, kinachofuata baada ya hapo ni kumharibu mtoto kisaikolojia pale ambapo unashindwa kumtimizia. yeah. eh? kama inashindikana mzazi amrudishe mtoto yeah. ampeleke shule shule mm. za serikali zipo. mm. Sasa ni upi umuhimu wa mzazi ku kukamilisha swala la ada kwa wakati kwa mtoto wake ili mtoto na yeye aende shule it's very uh, kwanza kabisa hicho kipengele cha ada mm. Sio kigeni hata sisi tumekupitia hizo changamoto mm -hmm. Eh, kwa hiyo tunaelewa vizuri sana kwenye swala la hilo, hasa kuna kuna ishu ambayo pia inakuwa sio nzuri sana mm -hmm. waza, awalimu, mm -hmm. kwa sababu walimu kuna muda wanapata hasira, anaanza kumtengenezea, anawafukuza au kuwarudisha wanafunzi nyumbani. Sasa hapo pia inakuwa ni changamoto, pia inaanzia hapo mm -hmm. Sasa unapomrudisha kijana huyu nyumbani, wengine hawafiki kwa sababu utakuta babake labda ni mkali, azungumziki, kama hivyo, sio rafiki mm -hmm kwa wanaanza kupita sehemu zingine, lakini sio hivyo tu, hata baadhi ya gharama kwa mfano ile ya chakula, tunaona kuna baadhi ya watoto walipata ukatili wa kijinsia ni kwa sababu ya zile elfu mbili mbili za okay, chakula. Wanarudishwa nyumbani mtu akapata labda bodaboda huko akamba, ah, shida ni hiyo tu hey, eh, kuna watoto wa kiume walipata madhara ya kipindi fulani hapa yeah, kwa sababu ya huyo kurudishwa. Kwa hiyo walimu nao pia wao waelewa, lakini wajibu ni wanani, wadili na mzazi eh, eh, wajibu mzazi, ni mzazi lazima pia wajibike kuhakikisha, mm, anampa mm huduma zote hasa watoto wa kike wawape vizuri zaidi, ili waepukane na na vishawishi. Hata watoto wa kiume kwa sasa hii hata kiume hata ulivyosema, pia ikitokea basi umeona wewe ue, uwezo wako kipato kimebadilika mm. Uzuri nchi yetu iko uhuru na iko vizuri na shule nzuri sana mm. Sawa so, hivi hadi shule za serikali zinafanya vizuri sana mm. Unaweza kurudi huku kujipanga baadaye ukina nini unaweza kumrudisha kwenye mazingira ambayo ya gharama, kwa hiyo hilo okay. Nalo linaathiri sana kisa kuja. Kwa sababu kijana yule anakuwa talenta na wazae ni ada nitafukuzwa nitafukuzwa, e, au. Na kwanza inajisi, inferiority complex, mimi sijalipa ada. Yani upo uh, darasani, unaitwa pale jina fulani bini fulani, awa nitakawaita hapa hawa wajalipa ada wajalipadanjiesh eh, eh, sina wanafunzi hawa nikuambie tu wana utani utani wao mm. Naona we bwana babaako ana kazi ya kulipa tu vikoba sijui kufanyaje au sakakopeamba <laughs> <laughs> <laughs> sio sana. Mzuri sana, eh, yote kwa yote kwa tunakubaliana tuna kwamba yeah. Wajibu mkubwa uko kwa, kwa mzazi. Yes, yes, yes, yes, yes. Anaitwa Abdallah Mlapakolo ni mtaalamu wa saikolojia na malezi ya watoto tumezungumza naye hapa mengi tu tukianzia e, ulezi wa watoto kipindi cha likizo ambao tumekaa nao nyumbani takriban mwezi mmoja, lakini pia tumezungumzia sasa kumwandaa mtoto kisaikolojia kwa ajili ya kurejea shule na wote tunakubaliana kuwa Julai nane ya mwaka huu watoto watarejea shule kwenda kuanza muhula wa tatu sasa wa masomo yeah, si ndio? Yeah, yeah. E, hayo ni ya kuyachukua na kuyatekeleza ili mtoto aende akafanye vyema kwa ajili ya kesho yake na kesho ya familia yako pia kwa ujumla.